Karibuni kwenye kipindi. Mm-hmm. Uh, dada Catherine wewe ni mwenyeji na na Sara. Catherine umekaa kazini umefanya kazi na sisi hivi miezi mingapi? Miezi saba. Moja kama cover then replacement miezi sita. Miezi sita. Mm. Okay. Karibu na hongera Sara. Mm. Umekaa kazini muda gani? Mwezi mmoja. Itabidi utoe sauti. Mwezi mmoja Okay, upande huu ndio umekuja ngoja, mm. Tuanze na wenyeji mm. Okay, Catherine karibu. yes, asante sana, madam, yeah. Uh, nafikiri umekaa kava na umeenda sehemu ambayo uh, dada aliondoka kumaliza mm. muda kwa hiyo ukaenda yeah. Kumalizia ule muda yes. miezi sita mm. Eh, kwanza umefanya vizuri sana kwa asante sababu hatujapata complain zozote mm. Kwa hiyo tuna tuna imani kwamba ulikuwa unajitahidi kufanya mm. vile mabosi wanavyotaka okay. Hongera kwa hilo. Kwa hiyo una mipango gani? Maana bado hujamaliza mwaka na sisi bado sijamaliza. Eh, eh, kwa hiyo una mpango gani kuwa na restaurant yes. Yako kwa hiyo yes, unaendelea kukusanya pesa mm -hmm. Uendelee mm. umalize mwaka mm. Okay. Mm. Sawa. Na huko kwenye daraja gani gane? Mimi ni professional malezi. Okay. Kwa hiyo ni professional malezi. Mm. Haya, karibu. Yes, na huko ulikoenda kufanya kazi ulienda kama professional. Yes. Okay. Mm. Haya, karibu sana kwa hiyo malengo yako unakusanya kiasi gani? biashara nyingine nani anasimamia? yeah. <laughs> Mama, mama ndio yupo. mm -hmm. kwa hiyo yani, nataka kujua projection zako za kufanya ah. kazi na mradi wa mm -hmm. Dada Center. Ni... okay, yes. ukimaliza ile ukakamilisha ule mwaka wa kwanza yeah, yeah. unaweza kuongeza mwaka mwingine. wow. okay karibu na hongera. asante sana, yeah kwa hiyo, na imani utaenda kufanya vizuri naamini, e, na kwa kuwa una malengo na umeshatuonyesha, mm. miezi sita ya kwanza hatujapata complain yoyote mm. hiyo ni, ni ni picha nzuri kwamba mm. unafanya unajitambua mm. na unafanya majukumu yako vizuri. Kwa hiyo mi nakukaribisha tena, asante. ya yeah, tuendelee kuchapa kazi amina. Haya.